Msije kujidanganya mkaandamana, msiandamane. Ile gari inaenda hivi. Yale magari ya polisi mnayoona ni professional. Yale magari ya polisi mlioona yanagaiwa kila mkoa ni professional. Usijidanganye ukaenda kuandamana, yale magari yatakufuata, yatakufuata ulipo. Na akikufuata ulipo, yale magari ya kirusha bastola inapenda hivi bastla mpaka inapokufikia pap inakupiga, yani, yale magari yapo kwa sababu watu watakaaandamana. Msije kujidanganya mkaandamana, msiandamane. Yes, ile gari inandaahbyke ina kuisha ina kazi. Kutokana na kauli zake zile alizozizungumza, kuna baadhi ya video ziliweza kusambaza, ziliweza kusambaa mtandaoni akisema kwamba wanaoandamana wote ni machizi mataira, hawana akili na hawajui kile kitu ambacho wanakifanya. Sasa video hizi ziliweza kutrend sana, na baada ya kuonekana basi watu ama waliokuwa wanaandamana wakaamua kwenda kumshambulia. Aa, na unajua akiamua kuja kushambulia ni kiwemo kuja kuchoma nyumba yako e, na bidhaa zako ikiwa una maduka basi utakuwa na hesabu hasara. Sasa Mwijaku bwana akaona mambo asiwe mengi tu e, ibidi aweze kuomba msamaha aa, vilivyo kwa waandamanaji hawa ili waweze kumwachia vitu vyake ila yasingekuwa yes, hivyo basi, Mwijaku anahofia kwamba uh, wanaweza wakachoma uh, ghorofa lake lile alolijenga na bilioni moja na nukta tatu kama ambavyo anavyosema. Ebwana ajionee uh, video ndio hii hapa, Mbea Media TV e, ebwana usahau pia kusubscribe Yale magari ya polisi mnayoona ni professional. Yale magari ya polisi mlioona yanagaiwa kila mkoa ni professional. Usijidanganye ukaenda kuandamana. Yale magari yatakufuata. Yatakufuata ulipo. Na akikufuata ulipo, yale magari ya kirusha Bastora inapenda hivi. Bastora mpaka inapokufikia pap inakupiga. Yaani yale magari yapo professional kwa sababu watu, watu watakaoandamana. Msije kujidanganya mkaandamana. Msiandamane. Ile gari inaenda hivi. Inaenda hivi Bastora yake inakupiga pap kwisha kazi.